Watoto ambao au vijana ambao watapita kwenye kozi yangu, sitarajii huyo mtoto arudi mtaani aseme hakuna ajira au awe na hizi tabia za sasa hivi nyingi. Yaani, vijana wengi wanatamaa, wadokozi, wezi, wahuni, malaya, wengine vijana wanajiingiza kwenye ushoga. Sitarajii, kwa sababu nina wakochi kufuata mfumo ambao Mungu wetu ametuwekea, mfumo ambao una unapaswa uende nao hatua kwa hatua, ili uweze kufanikiwa, mfumo ambao hauna stress na hu si mwingine bali ni mfumo wa ufalme wa Mungu, ambacho watoto wengi wanakosa. Na Biblia inatuambia tuwalee watoto katika njia ya, iwapasayo, ili kwamba hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Sasa hizi foundation watoto hawapati wa wanaenda, wanafundishwa ndio evolution, walitoka kwenye ukima, walitoka kwenye wakaja mpaka wakawa watu. Lakini huku kwenye mfumo wa ufalme wa Mungu tunaambiwa au tumefundishwa kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na tuna uwezo wa kufanya chochote tunachotaka kufanya, alimradi tufanye kwa haki, amani na furaha. Tufanye kwa haki, amani na furaha kwenye ile andiko linalosema ufalme wa Mungu sio kula na kunywa tu, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sasa kuna vitu ambavyo ni vingi, ni nime, nime, yani, ni kozi yangu imeshiba, imegusa maeneo mengi sana, ishu hizi za mahusiano, kwanza kukimbilia mahusiano kabla hujajipanga, hasa upande wa wanawake. Wanafanya mahusiano kama biashara, kama eneo ambalo wao watafanikiwa yani kimaisha Wakati Mungu ameshawapa mtaji wa akili wa nguvu wanachotakiwa ni kuchukua hatua za kujiamini, kuamini maono walionayo. Kama ninavyoamini mimi maono niliyonayo Mungu alionipa na ninaenda step kwa step, hatua kwa hatua na unanifahamu mimi nimeanzia mbali, chini, kazi za ndani. Hii mentality ya kutaka kuanzia juu, sio mentality ya kimungu. Hii ni mentality ya shetani, ilimpandisha Yesu akamwambia angalia hili yote nitakupa endapo utanisujudia. Lakini Yesu alimjibu vipi? So kuna foundation ambazo watoto wetu wanapaswa kupewa wangali bado hawajakuja huku mitaani na kujikuta wako stranded, wako hawajui nini wafanye, wako overwhelmed, yani wameelemewa, wana maono makubwa, wanatamani makubwa na wanataka wayapate hapo hapo. No, haiwezekani. So kwa wazazi ambao wanaelewa harakati zangu, kwa wazazi ambao wanajua, hata walimu ambao kwa sababu focus yangu ni wanafunzi either wa secondary au vyuo. Hao nafikiri ndio wanaweza wakaelewa eh, na wakaanza kupata hizo awareness mapema kwa sababu transformation yoyote inaanza na awareness yeah. So naso uh, tukifanya kazi na wazazi ambao wanawatakia mema watoto wao tukawafanyia coaching hizi mapema tutaokoa kizazi sana. Sana sana sana sana, sasa watoto hawapati hizi hawapati hizi, hawapati hizi, alafu unatarajia wasiwe na haya matabia tunayoyaona. Haiwezekani. so my focus now ni kwa kizazi kinachokuja aya. All right. I hope message sent and delivered. Karibuni sana. Yeah. Karibuni sana, tuwaongoze vyema watoto wetu, tujenge kizazi kijacho, tusiishie tu kulalamika, oh, watoto wa sasa hivi malaya wako chuo huko, wanajiuza, wengine wanajigeuza mashoga. Sasa sisi tumewasaidiaje? Sisi tumefanya nini kwa guide? Eh, tunatarajia nini? Watoto wanaenda huko, kama hujawa guide, kwa nini wasiingie kwenye mifumbo hiyo ya nini, wakati hatuwafundishi? Hatuna culture ya kuwafundisha watoto vitu vitu, the v... the real <laughs> eh, the real eh talk. Hatuna, tunatarajia tu ataenda kusikia huko huko barabarani. Sasa utakaporuhusu watoto wako wakapate noise za barabarani, sauti za nje ziwe kubwa zaidi kuliko sauti yako wewe mzazi au mlezi. Hizo unauaka gani na sauti anazosikia? Huku anasikia mambo ya kisasa, eh, ni mambo ya kugeuzana huku, ni mambo ya kutoka huku, ni mambo ya kupewa hivi, ni mambo ya nini. Kwa nini asiingie kwenye ama group? Why asiingie? Anyway, guys, karibuni. Yeah? So mimi hiyo ndio plani yangu kwa sasa, ndio focus yangu kwa sasa, I'm ready. Anyone atakaye ni in invite kwa ajili ya kufanya hizi program.